Kwa majina anaitwa Godbless Godfrey ndo mratibu wa tukio la chance yani Christian yani Award for National Solidarity. Ni tukio ambalo linalenga kukusanya vijana zaidi ya 8000 mkoa wa Mwanza. Na tunatambua tunataka kuchambua mchango wa vijana hawa. Hawa vijana wana vipaji, vijana wana huduma wanafanya makanisani na zimekuwa zikisaidia. Na tunatoa tuzo hizi kwa mkoa wa Mwanza. Kwa wa Mwanza pekee ndo tumepata hii neema ya kuwa na hizi tuzo na mimi ndo mratibu tunahakikisha Vijana tumewaleta pamoja, hasa kuelekea kipindi chetu cha uchaguzi. Tunaamini kabisa kwamba kupitia mshikamano huu utakao kuwa nao, tutaweza kuwaleta vijana kwa pamoja, vijana 8000 Na tunaamini Mheshimiwa mkuu mkoa ndiye atakayekuwa mgeni wetu rasmi. Ya tulichofikiri moja ni kuwaleta watu pamoja, na tumeleta watu pamoja. Kati ya watu waliosaurika ni watu wa muziki wa injili. Watu wa injili wamesaurika, na sio muziki tu. Umesikia mabishopu wanasema wanatoa tuzo mpaka za watumishi waliofanya vizuri kwa hiyo kutokana na watu waliofanya vizuri, wapo kama kina Moses Spora, wapo watu walishatangulia mbele ya haki, wapo watu wa TG walifanya vizuri na sisi tumepitia fursa hiyo, tuwatambue sio tuwatambua tu wanasiasa peke yake tu. watu, watu wana mchango mkubwa, wanaongea vitu na wanalea watu chini, wanalea maelfu ya watu, tusipowatambua itakuwa ni changamoto. Sisi tumepata wazo hili, tutambue, tuenzi na twende pamoja, tunakusanya watu wote a 8000 kuhakikisha kuwa tunajenga mshikamano wa taifa letu na tunafika kule tunakoelekea tukiwa na mshikamano mzuri Tumadina, ilokochena mngajiasama waula na itia uku, swala la ituzo ambayo imeandaliwa kwenye tarehe tola tarehe ishirini na moja mwezi wa sita, kiukweli ni swala ambalo kwanza tuna furaha sana kama waimbaji, kwa sababu tuna uhakika ni jambo moja ambalo kutambulisha na kutambua mchango wa kihuduma. Ni kweli tunafanya huduma kwa ajili ya Mungu, lakini pia kama jamii inavyotambua mchango wa kile tunachokifanya, jambo nafanya tujisikie vizuri na kuendelea kupata moyo wa kumtumikia Mungu zaidi na kwa kupenda zaidi. Kwa hiyo napenda kuwakaribisha msikose kabisa, msifanye kukosa kwenye tukio hili. Tutakutana na mengi na Mungu atakuhudumia pia. Hili tukio lina italeta kwanza mla hatasia ya uimbaji eh, kadi siku navyozidi kwenda inaenda kama inashuka, inakuwa kama ina sheki. Kwa hiyo waimbaji walikosa vitu vya kuwainua vya kuwa maana, walionekana walifika mahala, akajisikia kama kaona kama mchango wao ni kama hakuna sehemu, napo hakuna mtu anayeujali ukiangalia wanamotokea ee, kuna kwaya zingine zinapotokea ee, kwenye makanisa zinakuwa kama zipewi zipewi nafasi sana, na kweli wali, wali viwango vyao vya waimbaji vilishuka, ile hamasa ilishuka sana. Sasa kwa tukio hili linakuja kuwainua, kwa sababu inaonyesha kama wamekumbukwa waimbaji, alafu wanakutanishwa na waimbaji mbalimbali, japo kuwa hata hapo mwanzo walikuwa wanakutana, lakini tukio limekuja kwa tofauti kabisa, inakutanisha waimbaji wengi, lakini pia katikati ya hilo tukio kuna tuzo ambazo, tuzo tuzo za heshima Yaani mmojawapo akimpata wa manake, ana nafasi ya kwenda kumtia chachu mwingine. Kwa hiyo kwetu sisi hili limeleta, linaleta, tu litaleta chachu kubwa sana ah, kwa tasnia ya uimbaji.